Kwa majina anaitwa Richard Massam, ni mtaalamu wa damu kutoka hospitali uh, ya Taifa Muhimbili. Leo hii tuko benki ya KCB hapa kwa ajili ya kuendesha zoezi la uchangiaji wa damu, kama tunavyojua kwamba uh, kuchangia damu ni kuokoa maisha. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuendesha zoezi hili ili tuweze kuwasaidia wagonjwa walioko kwenye hospitali zetu za mikoa za wilayani na hata hospitali ya Taifa. Uh, kumekuwa kuna ugumu lakini, tunachosisitiza na ambacho tunachoendelea kuomba ni elimu iwafikie yu wale ambao kwamba wanakuwa na hofu kwamba zoezi kwamba ni, ni, ni zoezi ambalo linakuwa lina changamoto. Lakini hapana, ni zoezi safi na salama ambalo, uh, kwanza unapoanza na mpaka hata unapoisha ni zoezi safi na salama. Upungufu upo na upungufu upo na upo kwa kutosha, lakini wakadi tunavyoweza, tunajitahidi kama hivi kuja kushirikiana na wadau kama KCB na wadau wengine kwa ajili ya kuweza ya, ya kukusanya kwa maana ya kwamba kwetu sisi kwa mana, kwa, mba, kwa, tusisi, kwa, Muhimbili, kwa siku tunahitaji uh, chupa karibia chupa 150 mpaka 180 huku mahitaji yetu kwa siku tunakusanya chupa 30 mpaka 50 huku mahitaji yetu akiwa ni chupa 150 mpaka Uh, tuna upungufu asili tunazotaki, yani wa asilimia 60 ya damu ambazo n tunazotakiwa kuzikusanya kuweza kuwasaidia wagonjwa. Jina naitwa Monde, nina kaimu nafasi ya mkuu wa idara ya, wa, ya rasilimali watu hapa KCB. Tunayo furaha leo um, kuwa na programu hii ambayo ni tunachangia damu tukishirikiana na hospitali yetu ya Taifa Muhimbili. Kama benki tumekuwa na program tofauti tofauti kama vile kupanda miti, kukuza vipaji na kujali afya, sio kwa wafanyakazi tu bali kwa jamii kwa ujumla. Tunayo furaha kubwa leo KCB tunatoa huduma muhimu ya kuchangia damu kwa kushirikiana na hospitali ya taifa ya Muhimbili ili kusaidia kuokoa maisha ya wagonjwa wenye uhitaji. Zoezi hili uh, tunafanyia hapa ofisini kwetu uh, na kuwapa nafasi wafanyakazi na wateja wetu kushiriki ili uh, ikiwa sehemu ya sera yetu ya CSR. Uh, sote tunafahamu kuwa damu ni muhimu katika kuokoa maisha ya ndugu zetu uh, wenye uhitaji na sisi tukiwa sehemu ya jamii A, tumeona ni vyema kuungana mkono a, ili kuwezesha hospitali zetu kuwa na akiba ya damu ya kutosha. Tunatumaini kwamba huduma hii ita itakuwa ni endelevu. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha Watanzania kuendelea kuchangia damu kila mara ili ku, uh, kwa pamoja tuweze kuokoa maisha ya ndugu jamaa na rafiki zetu, kwa sababu ni muumini na naamini katika kutoa sadaka. Kwa hiyo mimi hapa naona sijapoteza chochote, nimetoa sadaka yangu kwa watu wengine wenye uhitaji, wanaweza kaa ni ndugu rafiki na jamaa. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo, najisikia tu vizuri kwamba nimetenda jambo la, la maana kwa, kwa kiimani na kwa kibinadamu. Nafikiri huo watu wawe na mtazamo chanya, kwa sababu kutoa damu hakuna kitu chochote unachokikosa zaidi ya kwamba unakuwa umeendeleza, wazungu wanasema umeendeleza human race kwenye kupambana na magonjwa na uhitaji wa vitu vingine kama ajali na mambo kama hayo. Kwa majina anaitwa Joshua Festo Sanga, ni, ni mfanyakazi wa KCB Banki. Okay, leo nimeshiriki katika zoezi muhimu hili la kuchangia damu ambalo kwa mtazamo wangu ni zoezi la muhimu sana, kwa sababu kama tunavyojua kwenye jamii kuna wahitaji wengi, kuna ajali zinatokea kila siku, watu wanapoteza damu, kuna kina mama wanaweza kwenye, kwenye katika mchakato mzima kujifungua wanapoteza damu, sio kwa ujumla, uhitaji ni mwingi. Sasa ningependa kuhamasisha tu, ni zoezi ambalo haliumizi chochote as long as kiafya, huko sa, uko sawa, una mwikizi katika umri kuchangia damu kilo zako zinakuruhusu kuchangia damu, ni zoezi ambalo unatakiwa kulifanya, kwa sababu hamna kitu unapoteza. Zaidi zaidi ni swala jema, sababu unakuwa umemsaidia kwenye shida. Hata vile vile, katika imani ni swala ambalo tunasema ni kama sadaka. So kiujumla, mimi kama mchangaji damu, niweza nika ninaweza nikafupisha fup, maneno haya kwa kusema kwamba nihamasishe kila ambaye anakizi kizi katika zozili aje achangie damu, kwa sababu ni zoezi ambalo halina madhara, zaidi zaidi linatengeneza tu matokeo chanya katika jamii yetu.